Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, katika mwaka wa 2025 wanafunzi tisa wamefuzu na wanastahili kutunukiwa degree ya uzamivu ya udaktari wa falsafa wa sayansi za afya yaani Doctor of Philosophy in Health Sciences ya Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili. Kabla sijawahudhurisha, naomba nitoe muhtasari mfupi wa tafiti zao. Mwajuma Mdoe yeye alifanya utafiti wenye lengo la kubuni na kujaribu mwongozo wa matunzo ya nyumbani baada ya upasuaji kwa njia kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya vidonda yani surgical site infections kwa kina mama waliojifungua kwa upasuaji yani cesarean section katika kanda ya kati Tanzania. Matokeo ya utafiti utafiti ulionyesha kiwango kidogo cha maambukizi ya kidonda cha upasuaji katika kundi la kina mama waliopata afua ya elimu. Hitimisho: Inapendekezwa mwongozo wa matunzo ya nyumbani baada ya kujifungua kwa upasuaji ujumuishe ujumuishwe katika elimu itolewayo kabla ya kuruhusiwa hospitalini ili kuboresha matokeo ya afya ya kina mama nchini. Luko Mwelange alifanya utafiti wenye lengo la kutathmini visababishi vya saratani yani carcinogens, katika mazingira ya kazi matokeo ya utafiti kufanya kazi maeneo yenye vihatarishi vya saratani kuliongeza hatari ya kupata saratani mara tatu zaidi hukiinganisha na kufanya kazi katika maeneo yasiyo na vihatarishi hitimisho inapendekezwa kuboresha zaidi mazingira ya kazi ili kupunguza kiwango cha vihatarishi vya saratani na pia kuongeza huduma za uchunguzi wa saratani yani screening kama linavyoshauriwa na shirika la afya duniani. Severin Anthony alifanya utafiti wenye lengo la kubaini ukubwa wa ugonjwa wa kuoza kwa meno na kutathmini ufanisi wa huduma msingi ya kinywa na meno miongozi, miongoni mwa vijana wanaosoma katika shule za sekondari kanda ya Copperbelt nchini Zambia. Matokeo, nusu ya washiriki walikuwa na ugonjwa wa kuoza meno matatizo ya meno na athari zake yalipungua miezi kumi na nane tangu kuanza kwa utafiti kwa kundi lililopata huduma msingi ya kinywa na meno. Hitimisho: vijana wengi wameonyesha kuathirika na ugonjwa wa kuoza kwa meno. Inapendekezwa kwamba elimu na huduma msingi ya kinywa na meno itolewe mashuleni. Francis August yeye alifanya utafiti wenye lengo la kutathmini afua za uwajibikaji katika kuboresha huduma za afya ya mama na mtoto wilayani Mkuranga, mkoani Pwani. Matokeo: utafiti ulibaini kuwepo kwa tofauti ya maoni na uzoefu baina ya wafanyakazi wa afya kuhusu masuala ya uwajibikaji na changamoto za utekelezaji wa afua za afya. Kupewa kipaumbele kwa afya ya mama na mtoto kumewezesha utekelezaji wa afua, japokuwa kulikuwa na changamoto kwenye ufuatiliaji. Hitimisho: ili kuongeza ufanisi wa afua za uwajibikaji inahitajika kuondoa vikwazo vya utekelezaji ikiwemo ufahamu tofauti baina ya wafanyakazi wa afya. Samuel Likindikoki alifanya utafiti wenye lengo la kutathmini kiwango cha maambukizi ya virusi vya ukimwi yaani VVU miongoni mwa watu wanaojidunga dawa za kulevya mikoa ya Dar es Salaam na Tanga. matokeo asilimia 8.7 ya watu wanaojidunga dawa za kulevya walikuwa na maambukizi ya VVU. Upatikanaji wa huduma za kinga ya VVU ulihusiana kwa kiwango cha elimu, uelewa kuhusu VVU, mtazamo kuhusu ufanisi wa huduma, unyanyapaa na msaada wa kijamii. Hitimisho: maambukizi ya VVU kwa wanaojidunga dawa za kulevya yamepungua kwa kiasi kikubwa. Hata hivyo uwekezaji zaidi unahitajika ili kupunguza zaidi ukubwa wa maambukizi ya VVU katika kundi hili. John Rugimalila alifanya utafiti wenye lengo la kutathmini matokeo ya tiba ya kudhibiti VVU pamoja na usugu wa dawa za kufubaza ukimwi yaani ARV kwa vijana. Matokeo: asilimia 88 ya vijana walipata matokeo chanya ya udhibiti wa VVU. Pia zaidi ya asilimia sabini ya vijana waliokuwa na wingi wa virusi wa juu, yani high viral load, walikuwa na angalau aina moja ya usugu wa dawa za ARV. Hitimisho: kiwango cha udhibiti wa virusi kwa vijana kiliongezeka, lakini kinahitaji kuboreshwa zaidi. Tosi Mwakiandile yeye alifanya uchunguzi wa uwezo wa dozi ndogo ya aspri ikitumika na dawa za ARV katika kudhibiti shinikizo la damu la juu na uchocheaji wa kinga mwili kwa wanaishi na viviuu kwani Dar es Salaam. Matokeo, shinikizo la damu la juu lilionekana kwa asilimia 25 ya washiriki. ARV ikitumika na aspri haikuwa na manufaa ya ziada ikilinganishwa na matumizi ya ARV pekee katika kupunguza uchocheaji wa kinga mwili. Hitimisho Shinikizo la damu la juu liko kwa wingi miongoni mwa wanaoishi na VVU. Tafiti zaidi zinahitajika ili kugundua dawa ya kudhibiti uchocheaji wa kinga mwili kwa wanaoishi na VVU. Lilian Mkinda alifanya uchunguzi wa kinga mwili ya uviko 19 baada ya maambukizi au baada ya chanjo ya uviko 19 kwa watu wazima wakazi wa, wa Dar es Salaam. Matokeo idadi ya watu waliokuwa na kinga ya antibodi dhidi ya virusi vya corona vya awali ilikuwa juu kwa zaidi ya asilimia 85, lakini ilipungua mpaka kufikia asilimia 35 kadri virusi vilivyozidi kubadilika. Pia waliopata maambukizi na, na chanjo pamoja na chanjo walikuwa na kiwango cha juu zaidi cha antibodi kulinganisha na waliopata chanjo pekee. Hitimisho: kinga mwili dhidi ya virusi vya corona ilikuwa juu lakini ilifungua kwa kadri virusi vilivyozidi kubadilika. Inashauriwa kuwe na mwendelezo wa upimaji wa kinga ya jamii nchini. Yeah, na wa mwisho ni Elisha Osati yeye, yeah, alifanya utafiti kubaini athari za muda mrefu za uviko 19 kwenye mfumo wa moyo na mapafu nchini Tanzania. Matokeo, asilimia 44.5 ya wagonjwa waliopona uviko 19 walikuwa na matatizo ya kudumu ya moyo na mapafu na asilimia 55 waliripoti ubora duni wa maisha. Viashiria huru vya matatizo haya vilikuwa ni uzito uliozidi, uvutaji sigara na kutotumia dawa aina ya steroid wakati wa uviko 19 mkali wa awali. Hitimisho, ili kulinda makundi hatarishi na kupunguza madhara ya uviko 19 inashauriwa kuacha uvutaji sigara, kutoa kipaumbele kwa wagonjwa walio na hatari kubwa, na kuongeza matumizi ya dawa aina ya steroid kwa wagonjwa wenye uviko 19 mkali wa awali yeah. Mheshimiwa mkuu wa chuo, sasa nina heshima ya kuwahudhurisha mbele yako ili watunukie digrii ya uzanivu ya udaktari wa falsafa Mwajuma Mdoe. Kwa, mam, kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kutunukia digrii ya uzamivu ya udaktari wa falsafa yaani PhD ya Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili. Hongera sana. Wa pili Luko Mwelange. Kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kutunukia degree ya uzamivu ya udaktari wa falsafa ya Chuo Kikuu cha Afya na Sayensi Shirikishi Muhimbili. Tatu, Severin Anthony. Kwa mamlaka iliyokabidhiwa na kutunukia degree ya uzamivu ya udaktari wa falsafa ya chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili <coughs> Francis August. Kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kutunukia digrii ya uzamivu ya udaktari wa falsafa ya Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili Tano, Samuel Likindikoki. Kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kutunukia degree ya uzamivu ya udaktari wa falsafa ya Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili Wasita John Ruge Malila. Kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kutunukia digrii ya uzamivu ya udaktari wa falsafa ya chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili Saba, Tosi Mwakiandile, kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kutunukia degree ya uzamivu ya udaktari wa falsafa ya Chuo Kikuu cha Afya na sayansi Shirikishi Muhimbili mm. Wanane, Lilian Kinda kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kutunukia degree ya uzamivu ya udaktari wa falsafa ya chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili na watisa Elisha Osati kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kutunukia digri ya uzamivu ya udaktari wa falsafa ya Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili. Mheshimiwa mkuu wa chuo, sasa ninamkaribisha mkurugenzi wa kurugenzi ya programu za uzamili na uzamivu awahudhurishe mbele ya mahafali wanafunzi waliofuzu ili upate kuwatunukia digrii za uzamili wanazostahili kwa utaratibu kama ilivyopangwa.